Utii ndio namna na pekee ya kumwonyesha kuwa Mungu anapaswa kukusikiliza au kukaa na wewe kwenye maisha yako. Utii sio adhabu ya kukufanya wewe kwenye maisha yako ukakwama au kutokufanya mambo yako. Utii sio sababu ya kumkimbia Mungu wala kufuata mapenzi ya Mungu. Si kwamba yatakupotosha wewe au yatakufanya wewe kutokuwa free kwenye mambo ambayo unayamini na kuyafanya. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ni siku nyingine tena ya Bwana ambaye umetualika tuko mahala hapa, ninaomba Bwana Yesu uwe pamoja nasi tunapoanza mpaka tutakapomaliza. Ninaomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, atuangazie nuru yake atufungulie macho na masikio ya rohoni tukapate kuyasikiliza yale Roho anayowaambia kanisa. Ninaomba e, Yesu, tutakapoanza mpaka tutakapomaliza uwe pamoja nasi. Ninaondoa kila roho za uchovu, za mawazo mabaya, mawazo ya uhovu na hofu mbalimbali katika mioyo yetu, tukakutambue wewe kupitia neno lako takatifu. Ninaomba hayo yote ni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Karibuni sana. Wale ambao mnaoendelea kuingia kwenye live streaming hii, Mungu aendelee kuwabariki na wale wote ambao basi ndio mnakuja kwa mara ya kwanza, mimi naitwa Amedeo Mkatoliki TV. Eh, kila siku saa tatu tupo hapa kwa ajili ya live streaming. Mungu aendelee kuwabariki. Leo tutazungumzia habari ya utii, ambayo inaleta inaleta mafanikio au inaleta baraka ndani yako. Utii pekee ndio ambao unaleta mafanikio au unafungua milango ya baraka katika maisha yako. Unapomtii Mungu, basi kuna milango fulani inaendelea kufunguka ndani yako. Utii wala sio adhabu ya kukufanya wewe ukashindwa kusonga mbele, au sio shida, sio, sio, ni kitu ambacho kitaweza kukuchanganya ambacho utashindwa kukitumia, kwamba Mungu atakuwacha hata mara moja. Lakini utii ni mlango wa kipekee wa kufungua au ni njia pekee ya kuendelea kufungua baraka na milango fulani ndani ya maisha yako. Kuna vizuizi fulani vimefanyika ndani yako, kuna changamoto au kuna dhambi fulani ziko ndani ya maisha yako, lakini unapokuwa unaendelea kumtii Mungu, unamtii Mungu, unamtii Mungu katika sadaka, unamtii Mungu katika sala, katika maombi, katika maazimisho yote, unamtii Mungu katika kila hatua ambayo unaipitia kwenye maisha yako. Mungu ataendelea kukusaidia kwenye maisha yako. Naamini ya kuwa unapoendelea kumtii Mungu vitu hivi vyote vinaendelea kufunguka. Heli wale wasikiao neno la Mungu na kulishika, Luka kumi na moja mstari ule wa ishirini na nane. Heli wale wasikiao neno la Mungu na kulishika ilo neno, basi linawatengenezea kuwa na utii. Lile neno la Mungu likishaingia ndani ya masikio linajaa ndani ya moyo wala si kama vile ambavyo tulavyo chakula na kwenda ku, chooni kwenda kukiflashi, lakini tukitumia neno la Mungu. Neno la Mungu likiingia katika masikio yetu na kushika katika mioyo yetu, basi Yesu anakaa ndani yetu. Akikaa ndani yetu, hataweza kutoka milele na milele, kwa sababu ya utii ambao utakuwa umemfanya, au umeyafanya mbele za Mungu. Utii ni ushindi wa upendo ambao kila wakati unaendelea kumwonyesha Mungu, kwa Mungu Sikiliza, ukisoma katika ile Yohana kumi na nne mstari wa kumi na tano, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Hmm? Utii, utii upo katika amri za Mungu. Unapozishika amri za Mungu, basi umefanya upendo ndani yako. Kwa hiyo ule utii ambao unakuwa unaofanya, basi unaonyesha una, una, una upendo ndani ya Mungu huyu ambaye amekupatia hii neema ya kuishi. Sikiliza nikwambie, unapokuwa una mtii Mungu, basi jua kabisa umefanya upendo. Anasema mkinipenda, mkinipenda. Kwa hiyo kama mtu hampendi Mungu maana yake hata kuzishika amri za Mungu ni ngumu sana. Kwa hivyo basi, kwa wale ambao wanampenda Mungu basi sheria za Mungu wamezishika mara tu wanapokuwa na Mungu, mara tu wanapokuwa wamempenda. Sikiliza, Mungu apimi upendo kwa maneno, bali anapima kwa matendo yako. Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba kuna matendo fulani ambayo ndiyo ambayo yanatimiza yanatimiza sheria ya kimungu ndani yako, yaani kuna sheria ya kimungu ambayo inatimilizika ndani yako. Sikiliza, unapo nafikiri, kuna watu ambao wakikaa chini na kufikiri juu ya kumpenda Mungu ni, ni kuacha dhamiri mbaya, kufanya matendo maovu, kuyaacha yote hayo na kumwalika Mungu ndani ya maisha yako, hapo umempenda Mungu, umemtii Mungu na jirani zako na ndugu zako na watu wako wa karibu, umempenda Mungu. Yaani ukimpenda Mungu, wale watu wa karibu hautawanyanyasa. Upendo, upendo wa ujivuni upendo huvumilia, upendo wala hauhusudu wala upendo hauvumilii maovu, ila unavumilia shida mbalimbali. Lakini Mungu na akusaidie sana. Leo hii, Mungu naendelea kumwalika endelee ndani ya maisha yako, akualike na wewe ndani ya maisha yako, ukamtii Mungu, ukamtii Mungu katika sheria yake. Jambo la pili, utii unaendelea kuamsha baraka ndani yako ya kama watu tunakumbuka kuhusiana na ile hadithi ya Sauli. Sauli, eh, Baraka za utii haziji tu kwa siku moja tu, ila zinakaa ndani ya muda fulani. hmm? Kumbukumbu la Torati ishirini na nane ule mstari wa kwanza na ule wa pili, utasoma eh, utasoma vizuri hapo, sina utasoma vizuri muda wa, wa kusoma sana, kwa sababu mimi nataka tuelewe kitu kimoja ambacho kinaitwa utii. Utii peke yake, utii unaleta amani ya moyo. Unapomtii Mungu wala hauoni shaka ndani yako, unapomtii Mungu tu unajua kabisa hili jambo hapa kwa macho ya nyama na kwa kiroho unaona kabisa kuna amani ndani yako. Nafikiri watu wengi wanaisikiaga hiyo unapoona hmm? Ume, umempatia mtu fulani kitu fulani au uenda uenda labda amekuomba jambo fulani, amekuofa jambo fulani ambalo anataka umpatie nawe, then ukampatia, umesaidia jambo fulani, umefanya kitu ambacho ni kwa mtu fulani ambaye alikuwa anahitaji msaada kwako. Ukitoka hapo wewe mwenyewe unajisikia mwepesi, nafikiri wengi wameshawahi kulisikia hilo na limekuwa kwenye maisha yao, nafikiri hilo wamewahi kuliona. Kwa hivyo basi, unapokuwa unamtii Mungu, kuna amani ya moyo huwa inakuwepo, na ulinzi wa kimungu unaendelea kuonekana ndani ya maisha yako. Utii, utii pekee, utii, utii nazungumzia utii pekee ndio ambao unaleta ulinzi ndani yako. Unapomtii Mungu, na ulinzi wa Mungu unakuwa juu yako, unakuwa juu yako, sio kwa sababu ya maombi makubwa, sio kwa sababu ya sala nyingi, ila unapomtii Mungu tu basi, kuna vitu vinaongezeka, asioonekana, mafanikio yasiyoonekana, tena hata yasiyokuwa na maumivu makubwa yanaendelea kuonekana ndani yako. Inawezekana kuna watu wamefungua makampuni lakini bado biashara haziendelei. Inawezekana kuna namna moja ama nyingine, kuna kazi ambazo unazifanya, lakini unaona haziendelei. Lakini nataka nikwambie, endelea kumtii Mungu na kumwamini Mungu kwenye maisha yako, jua kabisa huyo Mungu ataendelea kutenda maajabu ndani yako, ataendelea kukufanikishia ndani yako, kwa sababu utii wako, utii wako umefungua milango na vizuizi mbalimbali vilivyokuwa kwako. Mungu, naomba akusaidie sana. baraka Eh, uh -huh. za njia za mkato hudumu kwa muda mfupi. Sikiliza eh, ee, bahati kwa amesha kusema hiki kitu, si ndio? mm. Acha, acha watu wengine waendelee kubarikiwa kwa baraka fupi fupi za muda mfupi, isubirie baraka ya Mungu eh, unasikia hicho kitu. Subiria baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu inadumu milele. Baraka ya Mungu haina mawaa ndani yako. Baraka ya Mungu haikuachi na na shida fulani baraka ya Mungu haikuondoi katika uwepo wa Mungu. Baraka za Mungu zinaendelea kukuimarisha, kukukuza, kukuinua kwenye maisha yako siku kwa siku, wala hautaweza kurudi katika dhambi, utaendelea kumtii Mungu wako Haleluya. kwa sababu unapomtii Mungu, basi yale mambo mengine yote yanaendelea kuwa sawa kwenye maisha yako. Tukisoma katika ile eh, Samueli wa kwanza kumi na tano ishirini na mbili kutokutii kunachelewesha hatima Kuto kumtii ni bora kuliko dhabihu, dhabihu. Kutii ni bora kuliko nini? Dhabihu. Nimezungumza wazi, Sauli alipoteza ufalme si kwa sababu ya kufanya maombi, hapana machache ambayo aliyafanya kwenye maisha yake, hapana ila bali ni kwa sababu ya kutokuwa na utii kwa Mungu. Alikosa ufalme wake, alikosa, alikosa ufalme mbele alikosa nini? Maana yake utii kwa Mungu. Mtii Mungu, naye atakuonyesha njia yake ya kuifuata, atakupatia hata vitu ambavyo inawezekana katika mwili havikuwepo, katika roho vipo, lakini katika mwili havipo, isipokuwa vitafunguliwa ya kiroho viingie kwako kwa kwa katika mwili vijidhihirishe katika mwili kwa sababu umemtii Mungu. Kutii ni bora zaidi kuliko... lango inafunguka kwenye maisha yako Endelea kumwachia Mungu aseme na wewe, endelea kumtii Mungu kwenye maisha yako. Mungu atakuonyesha njia, Mungu atakubariki wewe kwenye maisha yako unapomtii, pekee tu kumtii tu Mungu, acha mambo mengine. Inawezekana hata hata, hata uka, ukawa uka na shida fulani ndani ya maisha yako, lakini kama haukumtii Mungu sehemu fulani, Mungu anakukumbusha tu kwamba kuna sehemu ulifanya vibaya kuna sehemu haukwenda kama jinsi ambavyo nilikuwa napenda. Hello, Amedeo, kuna sehemu hukwenda vizuri. Tubu leo kwanza, tubu leo ukanirudie mimi, baba yako. Tubu leo, tubu leo ukanirudie mimi. Kwa hivyo nakualika hata wewe ndugu, mtubie, tubu kwa Mungu, Mungu akusamee maovu yako, ukamtii Mungu. Utii ni bora kuliko dhabihu. Utii ni bora, kwenye uswahili wetu huko tunasema ni bora kutii kuliko kushurutishwa. Ukishurutishwa basi, utatii sana, kwa sababu kuna wengine wameshaingiwa katika changamoto fulani, kuna shida fulani ziliwakuta kwenye maisha yao, magonjwa yasiyoweza kuponyeka, magonjwa au shida mbalimbali ambazo hawataweza kuzivumilia kwenye maisha yao. Ni kwa sababu ya kuto kumtii Mungu, ni kwa sababu ya kuto kumtii Mungu. Hayo yote yanapelekea shida kwenye maisha yao. yanapelekea shida kwenye nafasi zao za kimaisha. Utii unaendelea kufungua hata milango ambayo haikuwa inaonekana kwenye maisha yako. Sijui kama anaongea na mtu hapa ananisikiliza. Mwanzo 22:16 hadi ule ule mstari wa 18. Habari za Ibrahim. Alipomtii Mungu kuhusu ile sadaka ya Isaka. Hmm? Unajua hata wewe inawezekana una mtoto mmoja, una shamba moja, una shule moja ulioifungua, una biashara moja ulioifungua. Una mke mmoja ambaye umempenda. Inawezekana pia ume, ume, ume una, una, una, kazi zako ambazo umezi, umeziweka kwenye maisha yako. Sasa Mungu anakuambia leo, inawezekana toa hicho kitu ulichokuwa nacho cha thamani, unachoona ni, ni cha thamani sana kwako: nyumba uliyokuwa nayo, kazi uliyokuwa nayo, mke uliyokuwa nayo, watoto uliyokuwa nao, familia uliyokuwa nayo, kazi, biashara. Inawezekana vitu vingi ulivyokuwa navyo, Mungu anasema vitoe leo kwa sababu yake yeye vitoe leo, akupime akili yako, akupime uwezo wako, akupime utii wako kwa Mungu. Mungu anapoona hatima mwishoni, pale ndipo ambapo anajidhihirisha kwamba mwanangu, mwanangu, njoo kwangu, njoo kwangu. Mungu anazungumza, Mungu anazungumza na wewe, wala hata kuwacha hata mara moja, anazungumza na wewe, wala hata kuwacha. Sikiliza nikwambie, Ibrahimu ali Alimtii Mungu alimtii Mungu alipokuwa akitaka kumtoa sadaka Isaka, lakini basi Mungu akamsaidia na kumletea kondoo aweze kumchinja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwamba Ibrahimu alimtii Mungu na kutaka kutoa kile kitu ambaye ni mwanawe wa pekee, mwanaye wa pekee, mwanaye wa pekee, ambaye hajawahi kupata mtoto mpaka miaka ya sabini, miaka ya themanini huko ndio anakuja kupata mtoto. Nini maana yake? Tunahitaji sana kudumu katika utii wa kimungu, ijapokuwa na yeye mwenyewe hakumtii Mungu kwa sababu alidanganywa, alishauliwa, ali, ali eh? Eh? Ali, ali, ali na Sara hmm? Alishauliwa na Sara ku, ku, ku, kumuingilia kimwili aliyekuwa mtumishi wake, naye akapata mtoto japokuwa hakumtii Mungu kwa nafasi hiyo tunapaswa sisi kuendelea kumtii Mungu. Na wewe kwenye maisha yako, mtii Mungu, kwa sababu agano la Mungu lilikuwa mbele ya uzao kati ya Ibrahimu na na na, na Sara, ambao kijumla, ndoa yao, uhusiano wao, ndio ulikuwa agano la Mungu kwa ajili ya uzao utakaoonekana. Ni kweli, kwa sababu baada ya uzao wa Isaka alionyesha kuwa Ibrahimu ni nani, na mpaka hii leo tuna Ibrahimiki faith, tuna tuna imani ya, ya kutoka kwa baba yetu Ibrahimu, uzao ule wa nyota nyingi katika ulimwengu, uzao wa Afrika, uzao wa Asia, uzao wa dunia nzima. Imani ile ya Ibrahimu mpaka hivi leo bado tunaendelea kumwamini Mungu kwamba alimtoa mwanawe wa pekee kuja hapa ulimwengu kuja kutukomboa, ambaye ni Yesu Kristo kama jinsi alivyomtoa Isaka Ibrahimu aliona utii, basi hivyo ndivyo ambavyo Mungu katika ulimwengu kutukomboa, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Utii wa Yesu Kristo ndio uliomfanya kufa pale msalabani. Hakuona kama ule umungu wake kuwa kama kitu cha kupigania cha kushikamana nacho, lakini akaona ni heri aje katika ulimwengu kupitia Bikira Maria aje katika huli mwengu aje kumkomboa mwanadamu na vitu vyote vilivyomo vilivyojazwa katika huli mwengu. Utii wa Yesu Kristo, utii wa Yesu Kristo umekukomboa wewe, umenikomboa mimi. Utii wa Yesu Kristo umemkomboa yule, umemkomboa yule pale. Utii wa Yesu Kristo, hata Mwislamu uwe Msabato, uwe Muorthodoksi, uwe Mpentekoste, uwe ni nani, uwe ni Mwislamu, wewe Mungu ambaye alimtuma Bwana wetu Yesu Kristo akaitikia ile sauti ya kwamba, nitume mimi Bwana, niende nikaokoe watu wako, niende nikaokoe watu wangu. Naye alikuja kwa Wayahudi, alikuja kwa Watanzania, alikuja kwa watu wa Afrika, alikuja Amerika, Asia, South Africa, Afrika nzima, Asia, bara la Amerika, duniani kote. Mungu alikuja au Yesu alikuja kupitia Bikira Maria, akaja katika ulimwengu ili kumkomboa kila mwanadamu Utii wa Yesu Kristo umekukomboa wewe na mimi. Sikiliza, utii ni gharama. Utii ni gharama, kwa sababu kuna vitu vya thamani sana ambavyo unaweza ukaviacha kwenye maisha yako kwa sababu ya kumtii Mungu. Unapomtii Mungu, vitu vile ambavyo ulikuwa unavitegemea kwenye maisha yako ni lazima utaviacha kwa sababu ya utii kutoka kwa mungu kwenye maisha yako wewe unapaswa kumtii mungu mtii mungu naye atakuonyesha mambo makuu ambayo haukuweza kuyaona hata kibinadamu kwa macho ya nyama haukuweza kuyaona unapomtii mungu pamoja kwenda kwenye ile hatua nyingine ambayo haukuweza kuijua kwenye maisha yako kutokutii ndio gharama kubwa zaidi ambayo inakupeleka katika hatima mbaya kwenye maisha yako. Yesu Kristo alipotii sauti ya Mungu akaja kutukomboa sisi hapa duniani, alirudi katika hatima iliyokuwa njema. Hivyo basi, na wewe mtii Mungu leo, ishi maisha ya kumpendeza Mungu, acha dhambi, fanya toba, fanya toba ndani yako. Mungu akusaidie sana ili kwa jina la Yesu Kristo akukomboe wewe, akufanikishie wewe katika njia zako zote, ukaimarike siku zote za maisha yako. Tuombe. e Baba wa mbinguni, leo ninasimama mbele zako kwa unyenyekevu. Ninakiri kuwa mara nyingi nilisikia sauti yako, lakini sikuitendea kazi. Nisamee, e Bwana, ninaomba unitakase kwa damu yako. Ninaomba unioshe, tuoshe sisi sote, e Bwana, kwa hiyo damu yako Ingie katika patakatifu pako. Kuanzia leo nachagua kutii kuliko visingizio mbalimbali ambavyo tunavifanya ndani ya maisha yetu. Utii kuliko tamaa zangu za kibinafsi ambazo ziko ndani ya maisha yangu. Ee Bwana, ninaendelea kukuomba uendelee kunijaza nguvu ya utii ndani ya maisha yangu. Na kila mmoja endelee kumtii Mungu kwa nafasi yake. Endelea kumtii Mungu ili endelee kukubariki na kukufungulia milango ya baraka kwenye maisha yako. Ninakupa moyo wangu, mipango yangu ninakupa, maamuzi yangu yote, ya akili, mwili, roho na nafsi yangu, kuja mbele zako, kuvifunga pale msalabani, kuvifunga pale msalabani, vitii amri yako, vitii neno lako, vitii sauti yako inayopenya katika mioyo na masikio ya rohoni apate kwa kusikiliza wewe Mungu uishie milele yote. E Roho Mtakatifu, tazama wakati huu. E Bwana, endelea kuingia kwa kila mmoja, endelea kuingia Bwana. tamaraki roho mwema. Wewe uliyemfariji, tamaraki na nguvu zako shuka, na baraka zako shuka na nguvu yako. E roho mwema, tujaze utii ndani ya maisha yetu, fungua tena milango ya baraka vizuizi vyote kwa jina la Yesu Kristo tunaviondoa, kwa jina la Yesu Kristo tunabomoa, tunajenga ile falme yako ndani ya maisha yetu, ndani ya nafsi zetu, ndani ya roho zetu yeah. Naomba Yesu ingie ndani ya mioyo yetu, kila mmoja kwa nafsi yake, ingia ndani ya mioyo yetu e Bwana, fungua tena upya ndani ya mioyo yetu, weka baraka ndani yetu Bwana, onyesha miujiza yako ndani ya maisha yetu kama ulivyokuja ukaja kuwabariki watu wako, ukawaponya magonjwa yao, ukawasamehe zambi waliokuwa na dhambi rukuki ukawasamehe maovu yao. Nasi nasi Bwana tunaomba endelea kuwa pamoja nasi, tusamehe Bwana popote tulipokosea, kwa sababu najua ndani ya utii wangu wa Mungu kuna baraka za kudumu ambazo kwenye maisha yangu siku zote sikuweza kuzipokea, lakini utii pekee ndio ambao unaoendelea kujaza baraka ndani yetu. Endelea Bwana, kuendelea kuongoza utii huu ndani yetu. Siku zote tukutumikie wewe uliye Bwana na Mwokozi wetu. Kwa njia ya Kristo, leo tunaendelea kuomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kushiriki live streaming hii. Wakati wote tutaendelea kuwa na live streaming hii paka tutakapoweza kumaliza. Na ndani ya wiki hii uh, ambayo tutakwenda kuanza siku ya Jumatatu tutakuwa katika huduma kubwa ambayo tutaifanya online streaming. Nitaandaa video fupi ya kuendelea kuwakaribisheni nyinyi nyote kushiriki katika live streaming hii kwa ajili ya mafundisho mazuri ambayo ni ya kumtii Mungu, ya kuisikiliza sauti ya Mungu, kujiandaa katika mfungo pia ambao unaendelea. Mungu aendelee kukubariki sana. Ninaomba hayo ni kwa njia ya Kristo, Bwana wetu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu aendelee kukubariki sana.